Ndani ya video hii nitakuonyesha hatua tatu muhimu za kuzingatia kutibu tatizo lako la kisukari bila kutumia dawa za hospitali wala za mitishamba ndani ya wiki sita tu. Haijalishi tatizo lako hili la kisukari umelipata pengine kwa sababu tumeshakuwa mtu mzima, au stresi, msongo wa mawazo, au kwa sababu ya ujauzito, au kwa sababu ulaji wako mbovu, au pengine tatizo hili umeshadumu nalo zaidi ya miaka kumi wala haijalishi tatizo hili pengine familia yako wanalo, pengine baba, mjomba, shangazi, haijalishi. Helo, naitwa Mr. Masud Matar, mkurugenzi wa Reviva online Healthcare organization inawasaidia wagonjwa wa kisukari kutibu tatizo lao hili la kisukari kwa njia asilia na salama kabisa. Tumeshafanya kazi na tumeshasaidia watu wengi wagonjwa wa kisukari zaidi ya miaka mitatu, na hivi sahivi inaongea na wewe hawatumii miko hawatumii dawa wala sukari yao haipandi. Kabla sijaendelea kukuelekeza hili ama kukuonyesha formula lowasaidia wao, ambayo na wewe punde tu nitakuelezea na itakusaidia, kwanza tuangalie hizi shuhuda ambazo zitakusaidia kupata yakini na ibra ama mazingatia ndani ya nafsi yako na kupata yakini haswa, kumbe na wewe unaweza kupona hii sukari licha ya changamoto zote ulizopitia. Tafadhali angalie hizi shuhuda. Kusema kweli shuhuda zipo nyingi, na wewe utakapoingia katika programu yetu hii ya kukushughulikia kwa muda siku 90 utatutengezea shuhuda nyingine, kwa sababu utapoa lazima, panapo majaliwa. Huyu mtu wa kwanza anasema, asalamu alaikum. Kipimo changu cha leo, jana nimekula saa 16 dakika 42 mchana ndizi mchemsho na mayai ya kuchemsha mawili. Jioni saa kumi na mbili na nusu nimekula tango moja, maharagwe na mchicha. Kipimo cha jana ilikuwa 5.5 kipimo cha leo kama unachokiona choka kituma ni 5.0 napo kiangalia, amekula mchana, amekula na saa 12. Maana yake huyu ile intermittent fasting anafunga masaa 16, anakula mchana, anakula na jioni. Tuendelee kumwangalia brother yetu Kasim hapa. Kasim ukisoma, anasema asubuhi nilikula kitu zaidi ya kirutubisho asubuhi. Sikula kitu zaidi ya kirutubisho kile, kirutubisho tunasema tunakupa free hapa, nakwambia. Nimekula na saladi asubuhi, kala saladi mchana, kala ugali wa sembe, nilikula mwingi kiasi, nyama kuku na spinach. Usiku saladi ya tango, kitunguu maji, hoho, nyama na pilipili kidogo, nikamalizia kirutubisho baada ya saa moja, maji mengi. Jana usiku sukari yangu ilikuwa nne na pwenti saba hapo amepima sukari yake, sio nyama, ni nyama, ni nyanya but sorry, ah kule anasema sio nyanya, sio nyama, ni nyanya. So usiku ilikuwa 4.7 lakini asubuhi amepima sukari yake, ni 4.5 na akisema, nimetumia kirutubisho. Hichi ndo kirutubisho yenyewe anachokusudia hapa, baada ya kumpa likishare katika kirutubisho chake katika group ambacho ni Mayo Magic. Tumwangalie mwingine, huyu ni mama yetu Nasra, bi Nasra, jana usiku sikupata sindano hapa tangu kipindi hiki anatumia sindano, maana yake hapa tushaanza kumwachisha sindano. Wala sikumeza dawa ya aina yoyote, maana yake hapa tushamwachisha hivi vitu vyote nikalala na nilipima, leo nimepima kipimo, ndio hicho ambao ni 8.4. Huyo alikuwa akichoma sindano kuto mara mbili, alikuwa akimeza dawa mbili asubuhi, mbili jioni, na moja alikuwa akimeza mchana, na hapa tushamwachisha vitu vyote, na kipimo chake ni 8.4 na ikiendelea siku nyingine, baada ya kupima kipimo chake kikawa 3.5, kipimo kile na hichi ni vipimo viwili tofauti, maanake kipimo chake kilikuwa hakifanyi kazi, hapa katafuta kipimo chengine na hapa ni 3.5. Hizi zote ni shuhuda. Tumwangalie dada yetu Husna yeye, yeah. hapa sukari yake anasema ni 10.6, sukari yangu ya leo hiyo jana asubuhi nilikunywa maji ya moto nusu. Sina haja kusoma maelezo yote. Sukari yake ilikuwa 10.6, mwendelezo ukaenda ikawa 9.1, tukaendelea kupambana naye ikawa 7.7. Elewa hapa, hatumii dawa ya aina yoyote. Hizi zote dawa tunamwachisha hapa. 6.4, hapa 5.2, hapa 6.4, hapa 4.6, na hapa ni 5.0, hapa 6.3, hapa 4.8 na hapa 4.29. Huyu ni yule yule Husna. Haya, mimi nataka tuone muendelezo uliokuwa mzuri, ambao nyenye mnajua huyu ni Dr. Othman, huyu ni Dr. na hivi ndio vipimo vyake, ambao tarehe moja tare 9 5, na tarehe tisa Januari ambao sukari yake ilikuwa 5.4. Nadhani umeiona sasa. Tukisome kipimo chake cha mwezi mzima, ambacho kipimo chake cha mwezi mzima ok, tuangalie okay, kipimo chake cha mwezi mzima ambapo tarehe tisa Januari ilikuwa tano pwenti nne tarehe kumi ilikuwa nne pwent tano ikaenda tisa pwent tisa mpaka tarehe tisa tarehe kumi na saba Januari ilikuwa tano pwent sita Huu hapa mwendelezo wake ambao tarehe tisa tarehe hivi vipimo vya tarehe tisa tarehe tisa tano pointi nne tarehe kumi like that, nadhani mmeviona, hivi ni vipimo vyake mpaka tarehe thelathini na moja Januari ilikuwa nne pointi tano maanake tunakufuatilia exactly. Elewa, kumbuka, huyu ni doktor. Na hii ni Februari, hebu iangalie mpaka tarehe ishirini na nane Februari ilikuwa nne pointi tano hapo umeiona, tangu eainne tarehe tuendelee tena tuangalie Machi. Isiku aandaa nadhani kama pen hapo ambao Machi ilikuwa tarehe moja mbili tatu mpaka nne ambayo ilikuwa inasoma 4.7, lakini tarehe tano Machi ilikuwa inasoma 4.2. Maana yake kupona sukari ni lazima utake usitake. Katika program zetu huyu, tumwangalie mama yetu Halima, huyu tumeanza naye, alikuwa akitumia dawa huyu, lakini alhamdulillah ameacha vote. Hichi kipimo chake cha hapa ni 4.7. Tuangalie vipimo vake vya, at least tuangalie vya wiki ama vya mwezi ambao ameandika kwa kalamu. Tarehe moja mwezi wa tatu ilikuwa 4.8, ikaja 4.3 mpaka tarehe sita mwezi wa tatu ilikuwa 4.7. Unadhani hivi vipimo unaviona viko straight kabisa? Tumwangalie mama yetu hapa Benaija, vipimo vyake. Huyu alipata stroke, ana tatizo la pressure na alhamdulillah wote tumemsimamia na hivi ndo vipimo vyake. Nadhani vina range 4.6 mwanzo, havikuanza hivi hivi, just ni vipimo vya mwezi wa pili mwishoni na mwezi wa tatu mwanzoni vipimo vake, alikuwa akitumia dawa tofauti tofauti, alikuwa kenda kliniki za wakorea na anambia, lakini alhamdulillah kule kote tumemwachisha na tupo na sisi, tumemwachisha madawa tofauti tofauti, kwa ya hospitali pamoja na ya Wakorea, na anadili na program zetu sisi tu. Kusema kweli shuhuda ni nyingi. Huyu anasema asubuhi sijala kitu zaidi ya maji, mchana nimekula, nimekula ndizi mchemsho. Mengi subhanallah huyu anasema mishikaki miwili usiku nimekula pilau chipsi kidogo mishikaki sita chai maziwa yenye sukari vipimo. Yani, kusema kweli shuhuda ni tupu kusimama umeangalia. Hizi shuhuda hakikisha unaangalia video hii mpaka mwisho, kabla sijaenda katika zile hatua tatu muhimu za kuzingatia na wewe ukaweza kupona kisukari. Jambo la kwanza, naomba ujiulize haya maswali mawili ambayo ndo msingi ya wewe kukusaidia kuweza kupona kisukari. Swali la kwanza kwa nini umepata tatizo la kisukari, na mpaka leo una tatizo hili la kisukari linaendelea kukutesa? Swali la pili, nini ufanye ili uweze kupona kisukari? Twende katika swali la kwanza, kwa nini umepata kisukari? Watu walio wingi katika programu yangu kabla hawajaingia katika programu yangu huwanauliza hili swali, na asilimia sabini ya watu majibu yao ni wrong, asilimia ishirini ndio wanapatia, na asilimia kumi wanapatia lakini wanakuwa hawana uhakika, kwa nini wana tatizo la kisukari. Watu wengi ama asilimia sabini wanasema wana tatizo la kisuka, kisukari kwa sababu katika familia yao wanalo hili tatizo, pengine baba, mjomba, bibi aliwahi kuugua, ambalo kisayansi siwezi kukataa moja kwa moja, lakini sio kweli eti wewe upate tatizo la kisukari kwa sababu tu baba, bibi, shangazi aliugua kisukari. Sio kweli, labda nikupe mfano. Mnaweza mkakwepo watu wawili katika family, mmoja akapata tate... mmoja yani akakuwa anakula kila kitu chakula, anakunywa masoda, anakunywa mabia, pombe, vyakula vyote, makuku, mabaga, nyama nyekundu, lakini hapati kisukari. Lakini kuna na mwingine pengine, huyu mwingine mfano ni wewe, yeye akijiachia, akila vizuri kwa misingi na utakiwa, hapati kisukari, lakini akijiachia, mfano kwa siku anyu soda moja tu, basi anapata tatizo la kisukari. Hii tunaita genetic predisposition. Maana yake ukila vizuri hupate kisukari, ukila vibaya unapata kisukari. Ndio maana tukasema tatizo la kisukari sio urithi, ni lifestyle disease. Nini lifestyle disease, ama tunamaanisha nini tukisema lifestyle disease? Tukisema lifestyle disease tunamaanisha mambo matatu. Nini unakula na unakunywa, ama nini unatia ndani ya tumbo lako. Kwa wakati gani, muda vipi unakula, yani wakati gani unakula. Na jambo la tatu, mwili wako vipi unaoshirikisha kwenye mazoezi nadhani imefahamika. Tukianza hili jambo la kwanza, nini unakula. Watu wengi wanakula vyakula ambavyo havifai wao kula, ndo vinavyosababisha wao kupata tatizo la kisukari. Maanake wanakula vyakula vyenye high glycemic index ambavyo sio vizuri. Hivi tunamaanisha uwanga. Watu wengi wanapenda kula uwanga, matunda yenye sukari nyingi kama maembe, matikiti maji, au yale matunda kuyachanganya pamoja au kutengeneza majuisi. Na jambo jingine wanapenda kunywa masoda na vyakula vya makopo ama makemikali. Sasa nini unachotakiwa wewe ufanye, ile swali la pili, nini ufanye ili uweze kupona? Na zile njia tatu ama mambo matatu ya msingi wewe kuweza kupona sukari ndio haya ambao sasa hivi nakuelezea. Jambo la kwanza, nini unakula. Unatakiwa kula chakula chenye low glycemic index diet, yani chakula chenye glycemic index ya chini, ambapo hapa tunavitoa vyakula vyote vya uwanga, vyote tunavitoa wale wanaambao wale dona ukubwa wa ngumi wale wote ha, ha, ha, haifai, kwa sababu hindi ama dona lina glycemic index isiyopungua 75. Haikusababishii wewe kupona kisukari. Unatakiwa ule chakula chenye glycemic index kuanzia 40 kuja chini. Dona tu hapo ishafeli. Wale wanokula ndizi changa, ndizi changa zina glycemic index 46. Kwa hatua za awali hutakiwi kula ndizi changa. Nadhani hapo umenifahamu. Matunda tikiti maji la glycemic index 75 halifai. Sasa, nini unatakiwa kula? Kula chakula chenye glycemic index ndogo, ambacho hapa mara nyingi tunatakiwa tule mboga mboga nyingi, tule kuku, tunywe maziwa na vyakula mfano wa hiyo. Na nini, wakati gani unatakiwa kula? Hapa watu wengi wanaambiwa tena, katika mahospitali makubwa makubwa, wasile sana, lakini wale kila muda. Naambiwa usile chakula kingi, kula kula kidogo kidogo tu, lakini kula kila muda. Sio kweli. Kongosho lako litakuwa halipumziki. Kongosho lako litakuwa linafanya kazi masaa 24, na wewe umepata tatizo la kisukari kwa sababu kongosho lako limechoka kufanya kazi, na kongosho lako linatakiwa lipone, lipumzike kufanya kazi. Sasa nini unatakiwa kufanya? Hapa kuna formula inaitwa intermittent fasting. Unatakiwa ule chakula, lakini ukae muda mkubwa usile, na intermittent fasting zipo nyingi, lakini sisi tuna prefer ama tunapendelea watu wetu sisi mara nyingi tunaambia wale saa tano asubuhi ndio chakula chao cha mwanzo wanachanganya kwa chakula cha asubuhi na cha mchana halafu wanakuja kula na saa moja usiku na baada ya saa moja hawali tena mpaka saa tano ya siku ya pili sasa kutoka ile saa moja mpaka saa tano siku ya pili wanakuwa wamefunga masaa kumi na sita hii inaitwa intermittent fasting kufunga masaa kumi na sita kila siku hii inasaidia kongosho lako kupumzika lisiweze kufanya kazi lipumzike tu kongosho lako kupumzika uendwa kupona tatizo lako la kisukari . Na jambo la tatu nini unachotakiwa kufanya? Maanake mwili wako kuushirikisha katika mazoezi. Mwili wako unaushirikisha vipi katika mazoezi? Mazoezi yani is very simple, kwa siku angalau utembee hatua elfu kumi. Hauna haja ya kutoka jasho, utembee tu hatua elfu kumi. Hii inasaidia sukari yako liohifadhi ndani ya mwili wako kwenye maasas, kwenye ini uweze kutumika na kongosho lizidi kupumzika. Sasa, hatua elfu kumi kwa siku sio nyingi, ni mwendo kwa dakika thelathini tu kwa kila siku. Maana yake ukifanya hivi, huna sababu usipone kisukari. Na jambo la mwisho la kuzingatia, at least upate angalau kirutubisho chenye kutoa zile insulin resistance. Ukifanya hivyo, basi huna sababu ya wewe kushindwa kupona kisukari, kama hizo shuhuda ulizoziona, nadhani umejionea. Je, yeah, ungependa nikusaidie na nikusimamie na wewe uweze kupona tatizo la kisukari na urudi kama awali, kama hujawahi kuugua tatizo la kisukari? Kama jibu ndio, basi nina habari nzuri juu yako. Uh, hivi punde nitakukaribisha katika program ya 90 day challenge ya siku tisini na nitakusimamia katika yale hatua tatu muhimu. Nitakusimamia chakula sahihi, chakula unachotakiwa kula ambacho utakuwa unatupa unatuma ripoti zako kila siku na kusimamia, na nakwambia hichi ndicho hichi sicho, mpaka sukari yako inarudi katika hali ya chini na kongosho lako linapumzika. Jambo la pili nitakusimamia muda sahihi wa kula, na nitakupa njia mbadala ikiwa pengine wewe dereva wa lori, pengine wewe ni daktari au pengine una kazi zinazokukwaza katika ulaji wako wa kula. Na jambo la tatu nitakusimamia katika mazoezi, mazoezi gani unapaswa kufanya kulingana na ubizi wako kulingana na umri wako, kulingana na afya yako, kulingana na uzito wako, na tuna app maalum titakupa uite ndani ya simu yako, ili mambo muhimu ya afya tuweze kuyajua, ikiwemo mfumo wako wa pumzi, tatizo la moyo, hatua utakazotembea wakati unafanya mazoezi distance utakayotembea na muda utakaochukua wakati wa kufanya mazoezi. Maanake utakuwa huna sababu ya kutudanganya, na hivi vyote ndio tunavyowafanyia wenzako, kuwasimamia mpaka wanapoona sukari, kama zile shuhuda ambazo wewe mwenyewe binafsi ulizoziona. Utakapofanikiwa kuingia katika program hii ya 90 day challenge, ambayo tutakusimamia kwa siku tisini, kuna mambo utanufaika nayo, ama kuna bonus tutakazokupa ambazo ni tatu. Bonasi ya kwanza tutakupa kirutubisho chenye gharama ya laki nne na elfu hamsini lakini sisi tutakupa bure. Kwa nini hichi kirutubisho tunakupa? Hichi kirutubisho tunakupa kwa sababu kuu nyingi. Lakini muhimu kuliko zote, mtu yoyote mwenye kuugua tatizo la kisukari anakuwa na sumu ndani ya mwili wake zinazomzuia yeye asiweze kupona kisukari. Kama excess amino acid, retinal protein, oxidant, free radical, na sumu sumu nyingine ambazo kitaalamu tunaita insulini resistance ambazo zinazomzuia yeye hata afanye nini asiweze kupona sukari. Sasa tunakupa hichi kirutubisho ambacho kinachoitwa Mayo Magic. Unatumia hichi kirutubisho, kirutubisho hicho utatumia kuanzia wiki sita mpaka wiki nane. Lengo kubwa kutoa hizi sumu takataka taka zote ndani ya damu yako, insulini resistance zote ndani ya damu yako, ili insulini zako ziwe huru na wewe uweze kupona kisukari na insulini wako uweze kufanya kazi vizuri na kirutubisho hiki kinafanya kazi sehemu tofauti tofauti. Zinafanya kazi katika mfumo wako wa uzazi. Kwa wale wanawake walikuwa hawajisikii wa, wa, hawa, hawa ham matendo la ndoa wataweza kujisikia. Wanaume nguvu zao za kiume zilizopungua zitarudi kama awali. Zinafanya kazi kwenye macho kuyeyusha zile sukari zilizoziganda katika capillaries jicho lako kuleta kurudi ile nuru yake kama kawaida, kwa sababu sukari utakuwa ushapona. Na zile sukari zilizoganda ganda katika mishipa adam, ya damu zitayayuka. Nitafanya kazi kwenye figo, kama figo lako halijafeli basi litarudi katika hali yake kama kawaida. Nitafanya kazi katika muscles ile muscles sukari ile kwa katika muscles na kwenye ini iweze kutumika. Hii ndio uzuri wa kirutubisho, na ndio maana tunakupa bure ili uweze kupona tatizo lako la kisukari. Bonus ya pili utakayopata, tutakusimamia sisi wenye tu kwa muda wa siku tisini, kila siku ya Mungu tutakusimamia mpaka una, tuta fanikiwa kupona kisukari. Na kama hii haitoshi, upo uwezekano tukakupa kitabu bure. Hichi kitabu tutakupa kwa lengo gani? Kwa lengo wale, wale kuzunguka waweze kuwasaidia kupitia kitabu hicho, kwa sababu tumefundisha tiba mbadala ya, weza, ya, we, ya wewe kuweza kukitumia hichi kitabu kuweza kupona sukari, mfano kama mdalasini Mi, manjano mbichi habat soda vipi unazichanganya ili iwe tiba kwako wewe na kwa waliokuzunguka kuweza kupona kisukari. So kama utahitaji kujiunga na hii hii program hii program gharama yake ni milioni moja na laki tano, lakini tunakupa bonus kwa bei rahisi zaidi, lakini kwa watu kumi. Jitahidi uwemo katika hao watu kumi tutakupa kwa bei gani? hatutokupa kwa milioni moja na laki mbili no, wala hatutokufanyia laki tano no. Wala hatutokufanyia laki nne na nusu no. Tunakufanyia kwa bei ya laki nne tu, lakini hakikisha uwemo katika wale watu kumi wa mwanzo. Ukifanikiwa kulipia laki nne, basi tunakuingiza katika hii program na tunaanza kukusimamia immediately baada ya kulipia. Na ukitaka kujiunga katika hii program, nini unatakiwa kufanya? Andika neno offer, andika tafadhali, au nipigie sim mimi mwenyewe katika hizo namba zilizokuja lishia hamsini na mbili. Nipigie sim mimi mwenyewe au mpigie sim madam Mwashura kuwa nahitaji na mimi hii ofa. Halafu na fomu tutakupa ili uweze kujaza. Lengo la kukupa hii fomu ili na sisi tujithibitishie tunaweza wewe kukusaidia ukapona kisukari. Kama hatuwezi tutakwambia hatuwezi na tutakushauri uchukue hicho kitabu, uchukue uharamike hicho kitabu tu. Na mfano kama mtu mwenye kisukari type 1 diabetes, kama una kisukari type 1 Hatuwezi kukusaidia ukapona sukari, huo ndo ukweli. Sasa bwana, tunakushauri kununua hicho kitabu tu. Thank you please, andika neno offer ili tuweze kukuhudumia na tukuingize katika hii program haraka iwezekanapo. Thank you.